Yo, welcome katika maendelezo wa tutorial za Adobe InDesign na tumekisha kuona kujifunza kuhusiana na mambo mengi mbalimbali kuhusiana na tutorial za Adobe Indesign kwa pande wa newspaper design. Sasa katika leo tunaenda kuangalia jinsi ya kuchakata picha kutoka eh, kwenye inform ya RGB ama online CMYK ambaye nizo picha quality kwa ajili ya kwa ajili ya kwenye magazeti kwa sababu picha unapoidownload kutoka online e, kutokea online inakuwa katika mfumo ya RGB, ambapo ukiweka hivyo hivyo katika mm -hmm. E, gazeti lako inaweza ikaleta kidogo mushkeli kwa upande wa printing, ndipo nakuta picha imefifia, kwa maana ya quality inakuwa imefifia inakuwa ni ndogo kwa maana ya size. So hapa tunakwenda kuangalia jinsi ya kuichange kutoka RGB RGB, eh, RGB kuelekea CMYK ili iweze kuwa na quality ya kukaa katika gazeti na hata ikiwa printed isiweze kupungua quality. So moja kwa moja, kitu ambacho cha kwanza unatakiwa uwe nacho ni kuhakikisha kwamba unaiz yako so mfano hapa tunazo picha mbalimbali ambazo tunazitumia katika magazeti, na pia unakuwa na picha hizo za kutumika katika habari yako ambayo unaiandaa. So hizi picha zote ukiziangalia zinakuwa kwenye RGB, zipo katika RGB format okay. Na ukitaka kuangalia hivyo utaangalia picha mojawapo, let's say hii hapa utaona saizi KB ni ndogo kwa maana KB mia tatu au kb sawa na KB mia tatu lakini pia kuna picha mfano hii hii, pia utaangalia properties na KB mia tatu lakini zipo picha zingine zina hadi KB moja ambao kimsingi utakuweka katika gazeti na kwenda kuwa printed vizuri mfano hii sabini na moja KB so cha kufanya hapa ili picha iweze kuwa angavu